Aliyesimama saa hiyo anaonege madhabahu. Nini kinaashiria kwamba uwepo wa Mungu uko kwenye madhabahu. Unakuta hana hilo jicho kwa adui, atataka kulenga kuipiga madhabahu. Akishaweza kuipiga madhabahu, maana yake walio chini hiyo madhabahu hawatapokea majibu kutoka wapi? Hapo ndio maana anasema hivi, mtakapoliwa na unalionyeje na vipiro vya Yesu, wapi jicho lako linaonege ukiwa hapo. Hata kuambia Mungu nifundishe, kwa sababu gani? kwa sababu Jicho lako lisipofunguka, unaoka kwenye madhabahu iliyobeba vitu gani? Na ndio nimesema jana kwa madhabahu yoyote hapa inaleta majibu kwa watu. Adui atafanya juu chini kuweka vita, ili kuondoa ule uwepo wa Mungu. Ndio maana uwe na uhakika. Wako watu tuko nao hapa. Huko nje uweze kawa na ujasiri kumwambia we shetani ondoka hmm. Utamwambia tu yeye ni ye, shetani kwa namna gani watakushtaki hapa nakwambia kwambia vikao vitaina mpaka jimboni Mchungaji wenu anaweka watu ambao wanasema sisi mashetani. Lakini kwa ma nini? Shetani ni kama wachawi. Mchawi anaweza kutoka sababu kaja akaloga. Lazima atafute connection ya hapa. Ili aingize yale wamwambie, sasa ili uingie hapa kwa namna kibali. Sasa nenda kwa mtu naye mtafuta. Vivyo hivyo. Kuna uwe na uhakika hata kwenye madhabahu. Wako watu wanakesha usiku na mchana, Mungu asiweke kitu hapo. Wanafanya sasa. Hatuwezi tukakaa wote tukawa uniform. Saa nyingine unaweza kawa unajua alama unajua. Ila yeye anatamani tusiwaangalie hapo. Bwana Yesu sana. Amina. Tusiweke mzigo kwao kwa, kwa sababu pia shetani ili akupoteze maboya. Anaenda kawa na iba huko anapiga bomu. Wewe unapoenda kumfuata bomu, uhamisha kifua hiyo akiondoka. Kwa hiyo kuna mahali anapiga sehemu nyingine akiwa amelenga kwenye madhabahu. Bwana Yesu sana. Ukiguruka kwenye uchumi zote utaomba sawa sawa. Ukikuruka kwa nyumba zote zote zote sawa sawa. Wakikuruka watoto zote zote zote sawa sawa. Na ndiye anakuwa hana lengo hilo. Ana lengo na ibada. Kwa sababu anajua kabisa huyu mtu akikaa vizuri kwenye ibada, amekaa vizuri kwenye uchumi, amekaa vizuri kwenye ndoa. Kwa anaenda anapiga yale maeneo ambayo kabisa. Sasa jicho lako limeshindwa kuona, patakatifu ni wapi? Utaanza kutangatanga ukianza kutafuta sababu ambazo muda unao utafuta sababu. Yeye huko nyuma ukisoma ile Luka 19 anaendelea kujenga sasa zile ngome, kwamba tayari tumefanikiwa kumshtua, ameondoka kwenye saiti. Alipoondoka kwenye saiti, endeleni kujenga haraka uzio, ili hata atakaporudi, akishaanza kugundua, ingeanza kupambana naye, yanini kumi itakiwa nirudi kwenye magoti. Tayari muda umeisha, tayari muda umeisha ishi. Kwanini natakiwa kukijua mdumisha Mungu, kuna mahali, anza kutafuta kumuuliza Mungu, nini kimekaa kwenye madhabahu yako hapa ninaisha, hapa naomba, hapa natoa sadaka hapa, ili Mungu nikikosa, nijue kuna mahali mimi nimefanya mistake, ndio maana nimekutana na haya. Tusipomuuliza maswali ya namna hiyo, tutaishi katika hali ya kile wale wanasema, makutano makutano hayaelewi chochote. Kwa hiyo unaweza kukaa, kuna watumishi wale wakubwa wao wamekaa na makutano, ndio maana wanasema leta makuja, haulizi